ile ambayo inatuletea hasara kama ile tulipata kule Shakahola, lazima tuzuie. Vijana wetu wanaangaishwa, they are being terrorized. kule kwa social media na mambo machafu, mambo ya usherati, mambo ya pornography. Hakuna kitu ya kuficha, hakuna kitu ya giza, hakuna kitu inafanywa usiku. We are doing the right thing for Kenya, we want to protect this nation. Wawachane na porojo, wawache misinformation, wawache disinformation, let us speak what is right. Naam, bila shaka kauli yake ni kauli ambayo ameieleza uh, toka mwanzo na nafikiri haja badilisha kauli ile, lakini wakili, nije kwako nizungumzie ile swala la itikadi haswa uh, za kidini na kadhalika kwa sababu ukiangalia kama ni sheria hii imetungwa au kuzidishiwa nguvu kwa sababu ya matukio ya Shakahola, kwanza serikali yenyewe haijakubali makosa yake kwa sababu ya visa vya Shakahola. Ikumbukwe kwamba wananchi walianza kutoa ripoti kwa polisi mara ya kwanza kabla hata vyombo vya habari havijapata kufahamu kwamba halaiki ya watu wameuawa ama na kuzikwa. E, maafisa walikuwa wakipokea habari na hawazitumii kwa njia yoyote. Aidha moja, kwa sababu wanachukulia kama ni dini, hatuhusiki ama hakuna sheria ya kufuatilia. Isitoshe, pili, wanachukulia kwamba mtu amekwenda kwa hiari kwa dini fulani, kwa hivyo kukitokea itikadi pale ni shida yake. Sasa ikiwa sheria hii inaleta uzito huu, inampa nguvu gani sasa afisa wa polisi kuchukua hatua, na je, zipo rasilimali za kukabiliana nazo? Kwa sababu ikiwa tunazungumzia Shakahola tunazungumzia kwa, kwa, kwa, kwa, uh, bezimba ama sijui ni wapi kwengine tulipoweza kusikia ni um, kwamba hata hapa Nairobi kutoka kwa baadhi ya wahubiri, hatuchukulii ni itikadi kali. Lakini ni itikadi kali unapokuta kwamba mhubiri anaweza kupiga kofi muumini, mhubiri anapokataa sadaka kiwango fulani, anataka sadaka kiwango fulani. Hatuoni kama hizi ni itikadi, ama tunachukulia tu kwamba bora ana leseni ya kuandaa mahubiri, anaweza kuendelea na yote yako kwenye mitandao again. Nirejee <coughs> na mwalimu wangu mmoja, marehemu Profesa Mutungi, alinifunza very early. Mwaka wa kwanza, you cannot legislate on everything. Na serikali lazima always tu, tuwe cautious na serikali. Tukiangalia historia ya the growth of government and the state na civil liberties, tuangalie historia. Tukiangalia the Magna Carta 1215 England, tuangalie the Kurukan Fuga constitutional document ya Wamande West Africa. The constant theme ni serikali lazima iwe na mipaka. Maneno ya faith na dini ni vitu ambayo ni inherently personal, na ndio kwa maana unaona nchi fulani moja ama mbili, sitataja hizo nchi, zimekuwa zikiangaziwa kwa kukandamiza faith, kwa sababu zinajaribu kulimit na ku organize vile maneno ya ibada itafanywa. Maneno ya faith ni personal, nikirejelea Ma, maoni ya rais, na tukiangalia maneno ya there are so much concerned about cultic behavior, tulikuwa na kamati ambayo iliyekwa juzi, uh, rafiki yangu Charles Kanjama na wengine walikuwa uko ndani waki collect views, na out of that, kuna bill ambayo iko mbele ya parliament ya kudhibiti uh, faith and religious uh, outfits. Mbona tusingoje hiyo bill itokee ndio tu deal nayo? maneno ya kueka very broad language, kwa sababu mimi kama mwanasheria, my problem is with the language. Rais anaweza kuwa na good intentions na this one, but kesho tukipata an outright dictator. Unaona sasa, for example shida ambazo wamarekani wanapata due to broad textured language kwenye katiba na sheria. Umeona for a long time walikuwa na advantage ya reasonable rational leaders. Mfumo umebadilika sasa mm. watu ambao wanatumia thorose broad language kwenye statute na constitution kugandamiza, no, no, uguru wao no. Kwa hivyo sisi lazima tuwe always, we always remember that serikali lazima iwe kept in check, ndio kwa maana tunaongea about the constitution and constitutionalism. Tukipatia for example hii kamati wameweka hapa mostly composed of people in the executive kutathmini juzi, nyinyi hapa wanahabari na tuliotetea tukiwa nje, mtu hakufurahia, because of live broadcasting you are doing what you have mandated under article 34. Mtu hakufurahia wa akasema oh, tuzime, people trying to control what you broadcast. Those are the dangers tuta face tukipatia serikali enormous powers. Lazima tuwe careful. Ikiwa No. Yeah. ni hivyo Immaculate, basi e, kwa nini kuilazimisha kui, kwa nini kuipitisha bila aidha kutoa nafasi kwa watu kuweza kusikiliza ama kuna lengo lingine ambalo ni tofauti. Tumekubaliana kwamba ndio sheria zinahitajika, lakini pia tunauliza ikiwa sheria zitakuwa zitatumika nusu nusu, au sheria zinatumika pasi na e, kuwa na rasilimali za kuwapa aidha walinda usalama, majasusi watakaokuwa kufanya uchunguzi na hata kuleta kesi mahakamani, basi itakuwa ni kazi gani ambayo inatekelezwa kwa sasa hivi? Asante mwanzo. Um, nataka kusema hivi um, sheria sio kigezo peke yake ya ku ya kusaidia tuwe na mila na desturi nzuri. Pia sisi wazazi tuna nafasi yetu. Ninakubali ninapoona kwamba kidogo, kama viongozi tumechukua, hata hapa vyombo vya habari tumechukua misingi kwamba hii sheria, kwa mfano si nzuri no. Ukiona sasa wananchi nao na pia wanaendeleza no. Haipi nafasi wa Kenya kuisoma no. Na kuielewa na no. Kitambo ilikuwa hata zile mashirika zisizo za kiserikali wale ambao ni mawakili uh, mashirika mbalimbali mbali vyombo vya habari no. vilikuwa vinapea wananchi nafasi kuangalia, kuzisoma hizi sheria no. Ndiposa waelewe vile wanaweza wanaeve, changia na hapo ni kosa kwamba wananchi tunawapa maneno nusunusu. Pia sisi hatuangalii hii sheria uzuri wake, ni kuangalia kwamba nidhamu imepotokwa. Hebu tutumie mitandao vizuri, ukweli wa mambo. Lakini athari labda zipo kwamba iwapo tunaweza peana nafasi kubwa kwa sehemu fulani, je, uhuru wetu utakuwaje? Basi tunapochanganua hizi vitu, tuangalie katika ile kitu inaitwa balancing ndiposa wananchi waweze kuchangia vizuri, lakini saa hizi hata rais akiongea kila mtu afikiria ni uongo no, no, lakini ukweli no. wa mambo. Sheria ipo na ni nzuri, haswa kwangu mwanamke, mimi mama, natamani watoto wangu wakae kwa ile eneo ambayo kuna nidhamu nzuri, si wana pewa picha kadha. Waona, hata ukipea mtoto wako simu una wasiwasi, kwa sababu haujui ni picha gani itatokezea kutoka kwa hizi mitandao hmm. So pia Wakenya wajipee nafasi kuanza kusoma no. hii kitu pili, ngoja no. kidogo no. pili, natamani kusema hivi, hizi masuala za rasilimali, tunapoendelea kuweka misingi na udhabiti wa hii sheria, masuala ya rasilimali itakuwepo kwa sababu si nchi peke yake, serikali ndio inahitaji kutoa hiyo rasilimali. Hata nyinyi mna rasilimali, vyombo vya habari, hata wana washikadau wengine, kwa kufanya kuhamasisha, hiyo ni rasilimali. Lakini pia wakenya wanafaa sasa kuanza kuuliza serikali, je, hii enforcement itakuwa vipi? tuna uh, pesa za kutosha, rasilimali ya kutosha, kuliko kuikosoa na hata wajaisoma, hawajui uzuri wake, hawajui ubaya wake. Alafu mwisho, ninataka kusema hivi, tuache kuangalia sheria katika misingi za kisiasa hatutaweza kuelewa si sheria. Tuangalie sheria katika hali ya uwazi, ili tuangalie, sheria haitengenezwi kwa sababu ya mwanasiasa fulani ili akuwe kwa mamlaka kwa muda fulani, la tuangalie hii sheria katika sasa na vizazi vinavyokuja. Nitafululiza na swali baadaye, wacha daktari yani akatujibu swali hili, alafu nirudi hapo hapo ulipoachia uh, dada yetu Immaculate. Daktari, ikiwa tumefika kiwango hiki ni kumaanisha kwamba tulipoteza maadili kama taifa, kama wananchi na kama tulipoteza, je, sheria kama hii inaweza kuturudisha nyuma kufikiria maadili, ama sasa ni kugandamiza kwa kutumia nguvu ya sheria peke yake ndio njia ya kurekebisha tabia haswa kwa vizazi vijavyokuja? Inapo tunazungumzia e, e, matatizo katika mitandao, ukweli ya mambo ni kwamba sheria hutungwa kwa sababu inataka isaidie wananchi. Um, vile nimeona raia wakiongea, ni ukweli ya kwamba wachasoma hii sheria, tutanganyane hapo, wachasoma hii sheria hmm. Uh, kitu cha pili ni kwamba kuna watu ambao wameumia, uh, wengine wamepoteza mali kwa sababu ya utumiaji mbaya wa kompyuta, so to me nikasema ti ya kwamba watu wasome kwanza hii sheria, wainternalise ile makosa ambayo imetokea. Kivyangu ni kwamba raia hawakuelewa ya kwamba kuna sheria kama hii ambayo inadungwa, na kwa sababu kuna ile tunaita public participation, hii kitu ingekuwa imetembezwa kwa kila county na watu wanaitwa ili watu wakwete Kuzi. hii kitu si kubwa, ni kitu kama pages kama round 30 40, so ni kitu ambacho raia wakipitishiwa ndani waambie, wajue kwa sababu sasa hivi tuko na by election kule kwangu nyumbani Malava, na utapata ya kwamba ah, vijana wanaitwa bloggers wanaongea mbaya, wanaongea mbaya mbaya mbaya zaidi, wanatunga tu information ambayo wanajua ni uongo, uongo mtupu, kwa sababu yeye amelipwa pesa na politician aongee mbaya kuhusu ule, ule mwingine okay. So utapata kwamba kwa sheria at least inakuja hapo katikati, inasema ya kwamba bwana, unaweza kuongea mbaya lakini usiongee mbaya kupita kiasi, kwa sababu kuna sheria ambayo inasema ya kwamba ukiongea, ukifanya hivi ukifanya hivi, basi utakuwa unafuatwa na sheria hasa hapo. Utapata ya kwamba nao, ah, kwa upande ya mm, mambo ya ngono, tena utapata ya kwamba itatusaidia ili tuingie ndani na polisi wakienda, kwa mfano wengine kule Diani, mm -hmm. Malindi, mahali ambapo unajua kwamba vitu mbaya huwa vinafanyika usiku no. Wataweza at least sheria ambayo inaweza kupeleka mtu kotini mm -hmm. na mtu aweze kustakiwa mm -hmm. Lakini tukiendelea kukaa vile tunakaa, na mnaeni ukweli ya kwamba tumepoteza maadili, tusidanganyane hapa. Mambo mbaya imeenda mbaya, vile rais amesema ya kwamba kwa kanisa kimenuka, ni ukweli, kwa kanisa kimenuka, tusidanganyane. yeah. Yes, hapa yeah. makanisa ile tulikuwa tunajua, mimi na wewe zilikuwa tukiwa, tukiwa vijana yeah. um, kidogo sana, lakini sasa yeah. hivi ukienda katika kila, kila village unapata kuna kanisa hapa, kuna kanisa hapa, kuna kanisa hapa, na maajabu ni kwamba hii makanisa yale yamekuwa sana ni mtandao no. na hapo chini unaona ya kwamba panda mbegu, panda mbegu no. panda mbegu so no. unapata kwamba watu wanaunda pesa, na mtu akifikiria akiona no. ya kwamba haezi no. kupata pesa kwa njia nyingine, hilo daktari sote yes. twakubaliana naye yes. Lakini sasa twarudi pale, pale kwa rasilimali yes. kwa sababu hata kuna makanisa ambayo pengine yanazuia watoto kupata tiba mtoto anakufia hospitalini kwa sababu itikadi yao au imani yao ni kwamba mtoto asipewe dawa fulani, ama asidungwe sindano fulani ya kumsaidia uhai wake. Si kwamba hazijulikani, lakini kila mara polisi wanapofika pale inaonekana ni kwamba aidha hakuna sheria ya kuzingatia yale au sheria ipo lakini hakuna nguvu. Ukienda kotini, ile kesi haiwezi kusimama. Mimi kwetu kuna jamaa alikuwa anachiita Jehova Wanyonyi no. <laughs> Na nilichukua jukumu langu la kwenda kufind out huyu mtu ni nani no. Kwenda kule napata ya kwamba ako na waumini ambao wanaamini kabisa, wanaamini kabisa ya kwamba huyu jamaa ni Jehova Wanyonyi <laughs> na kabisa unapata ya kwamba mama anakuambia hakuna hey, kitu kingine, huyu ndio Yesu wake na hapo ndio mwisho, hapo ndio mwisho. Sasa watu kama hao, namna hii tunajiuliza, tukiacha hii maneno endelee namna hii Years to come. Ni kisasi yeah, gani ambacho tuna, tuna, tuna, tuna grow. Tutafika mahali ambapo utapata kwamba wakati mimi na wewe tunangoja dawa ya diabetes, tunangoja dawa ya blood pressure tuko nyumbani yeah. Nchi itaharibika. Ni mzuri ya kwamba hii maneno ichukuliwe kwa makini na polisi wachipange, yeah, wakuwe na vyombo vya kutosha yeah, serikali invest in ku train police officers kwa mambo ya cyber crime yeah, na waenee paka kwa kiwango ya police station yeah, ili mimi nikiwa na problem kwale ya mutu ameingia kwa simu yangu, mara moja mutu anajaribu kukamatwa. Lakini sasa hivi yeah. ni kwamba simu imeibiwa, tuseme mahali kama Diani ya? na ukienda kwenda kuripoti kwa polisi, utaambiwa kwamba unajua mpaka tuongee na CID then from there and it's a long process. That long process ndio naambiwa kwamba mpaka iende CID kwa cyber crime, so we need wa decentralize hiyo kitu ya cyber crime now iende, hata kama kitanuka sana, iende kwa, kwa counties na sub sub counties, ili sasa ndio tuseme kwamba hii ni sheria ambayo imetungwa na inaweza kwenda kusaidia wananchi lakini Tukiacha vile ilikuwa namna hiyo, utakuwa na kwamba No. yenyewe hawa jamaa mashinani wataongea mbaya no. wataongea kuharibu watu roho, wanaposti vitu mbaya, na saa ingine, uliangalia jana, nikunifungua simu yangu naona, na wana vijana wanakunywa bangi na wako na wasichana na wanacheka na wameposti kwa wall na wanajua wanafurahia sana. Sasa vitu kama namna hiyo ukiona no. yani unaona tu ya kwamba watoto wanaharibi wanaharibika <laughs> Ikiwa Wakenya hawajafahamu sheria yenye umuhimu kama hii mm, e, jukumu lina nani la kuhakikisha kwamba inafahamika? Huo ni kwamba serikali ina nafasi nzuri kama mwandani wa serikali yeah, kwamba ina nafasi nzuri. Kuna mifumo sasa hivi ya teknolojia AI na kadhalika e, kwa nini bado tuna nafasi kama hii ambapo <laughs> Wakenya wiki mbili baada ya sheria kupitishwa bado tunaona ni kana kwamba hawaifahamu hawaielewi? Ningetamani kusema ofisi ya ya Prime Cabinet Secretary ili iliweka hizi sheria zote nani na ika tafsiri kupitia kwa PS wa Parliamentary Affairs. Na, na nafikiri hata daktari na, Raymond Omolo pia, na waka, na, yeah, PS Raymond Omolo Omolo hmm. Pia na PS wakazituma uh, kila mahali tuisome uh, ili tuelewe na wame simplify vizuri sana. Inasema hii sheria ya shamba, sheria ya mitandao Wakenya sasa ina, inataka kuile ku, kuleta ile hisia Wakenya sasa waanze ku, kuzisoma. Hiyo hmm. ni jambo la kwanza. Jambo la pili tuko na ofisi ya eji na maofisi kadha wa kadha ambazo zinastahili sasa zianze kufanya um, kutengeneza mikakati vile hizi sheria zita, zita, uh, zitafika nyanjani watu wa, wazisome, lakini pia tunaweza chukua hiyo nafasi kama washikadau kwa sababu tunajua umuhimu wa hizi sheria. Kama ni nzuri ama mbaya, hatuwezi sema, lakini tuchukue pia nafasi kama viongozi, tuanze kuhamasisha wananchi, na si lazima uende kwa baraza la chief siku hizi, hata kupitia tu kwa Facebook akaunti yako unaweza sema, hebu Wakenya, njoni tu tuangalie hizi sheria, tuangalie kulingana na uh, mjibu wa sheria, haki za kibinadamu na pia katiba. Lakini umeuliza swala nzuri na umezidi kuuliza rasilimali. Uh, sheria hutungwa, halafu tunapata kitu inaitwa sera, na sera hufuata bajeti ama bajeti hufuata sera, so ni lazima tunapotengeneza ama sh, uh, serikali inapotengeneza sheria lazima pia kuwe na ile framework. Mm-hmm. Hii ni sheria tu, lakini yale ambayo tunaongelea ni framework ambaye itaonyesha sasa majukumu, bajeti, washikadau, ili mpangilio uwe mwafaka, watu waweze kuelewa na vile sheria itavyofanya kazi. So serikali hezi tunga tu sheria bila kukuwa na bajeti, ni muhimu wale wenye walipitisha ama walitengeneza sheria na ni bunge pia naye iende step ahead, ili itengeneze pia bajeti ya vile hizi sheria zitafanya kazi, na si kwa polisi peke yao, kwa sababu pia tunahitaji kuangalia washikadau wengine. Je, rasilimali gani wanaleta kuchangia kuongoza ili sheria ifanye kazi mwisho. Mnase, uh, nasikia watu wakisema hakukuwa na public participation kidogo. sh, uh, katiba yetu imesema kwamba tukichagua mtu tumempa na nafasi first, atuwakilishe kwa kama kwa kwenye, kwenye bunge na, basi wanapotunga sheria hawatungi kama, ndo nasema tusiweke wanasiasa kando, wanatunga kwa ajili sisi ndo tumewatuma mm-hmm. So hiyo bado pia ni ile wajibu wa wanasi, I mean, uh, viongozi ama uh, citizens wananchi wao wamehusika kupitia kwa delegative powers ambao wamepea wabunge, wabunge wao. So hapo public participation inaweza kuwa direct na pia inaweza kupitia kupitia kwenye bunge kwa uwakilishi wetu. Asante sana wakili Nijo kwako. pamoja na kuchangia hili watu mashuhuri wakiwemo wanahabari, mimi pia nishapatikana katika masuala kama hayo. Wakati huu ambapo AI inatumika, kuna jamaa ameniweka katika hali, amechukua sauti yangu, amechukua picha yangu wakati natangaza taarifa, lakini sauti ni tofauti. Ananifanya kama ambaye niko katika biashara ya kuuza dawa za ugonjwa wa kisukari. Eh, sasa swali ni hili: pasi nami kutoa malalamishi kwa vyombo vya usalama, ikiwa vitu vile vinaenea katika mitandao. Naamini kuna asasi za serikali, vyombo vya usalama ambavyo huwa vinachunguza mara kwa mara vitu kama vile. Sijapata hata simu hata moja kutoka kwa vyombo vya usalama viniulize, Nimrod, je, unashiriki mm, biashara kama hii? Mm, si halali kwa sababu we huna <laughs> biashara, huna leseni. Pili, ikiwa sijapiga, eh, ama sijatoa ripoti ni lazima nitoe ripoti ndio swala lile liweze, mtu kama yule anayefanya vitendo vile achukuliwe hatua, ama kuna asasi ambazo zinaweza kusema tu kwamba tunamfuatilia mwanablogu aliyetengeza kiuz ki, ki, ki, yes, kama okay. kile bila consent ya fulani, tumchukulie hatua kwa sababu inaonekana kwamba sheria ndio ipo, lakini narudi pale pale kwamba hakuna rasilimali za kwamba kuna mtu atafuatilia, semeni mrotabu, tumekupata na kosa fulani. Je, ni wewe ulifanya? si mimi, sasa tuanze kutafuta, tusaidie katika uchunguzi, lakini hilo halifanyiki mara kwa mara. Hiyo swali ya rasilimali sio changamoto kwetu wa Kenya peke yetu, sababu uhum. niliona wanasiasa uh, wengine Marekani, Uropa wakiteta juu ya hiyo shida. no. kutatua shida kama hizo za deep fake, wewe mwenyewe umesema umekuwa victim no. lazima kuwe na efforts za hizi makampuni kubwa kubwa, kina Meta, kina TikTok, kina nani, na najua for a fact that hiyo conversation imekuwa ikifanyika no. no. so hao ndio watasaidia pia serikali kudeal na hizo vitu za deep fake na misinformation sababu sai ukiangalia kama uh, ni X Twitter, ukiweka information ambayo imekuwa flagged, wataweka hapo chini this one, uh, kuna tashwishi nayo. mm -hmm, mm -hmm. Na i will prefer that approach these companies, hizi kampuni kubwa kubwa ziwe na their own mechanisms za kuregulate uh, freedom within their spaces. Tukiachia individual governments, kutakuwa na shida. Tukiangalia uh, dada hapa alikuwa anaongea about public participation nimekuwa mahakamani mara kadhaa juu ya public participation. Mm, mm. Public participation ni power yetu sisi kama wananchi, na ni power ya kuinfluence masuala yetu ya uh, government and governance Uangose. kwa hivyo sio uh, favor ambayo tunafanyiwa it's a power that should have meaning, na niki kwa kifupi ya past years, ukiangalia historia ya public participation tuna tunaangalia kurudi kwenye the small crucibles of democracy, pali watu walikuwa wachache na walikuwa na ka through consultation uh, jamii zetu uh, za Kiafrika tuna agree on policy and issues that affect us, na tuna effect through consultation na agreement. That is what public participation intends so tukifanya public participation, na iwe hafifu ama tokenism ambayo imekuwa kifanywa Ndo tunaona shida kama hizi, tunaona kwa mm -hmm. Ndugu zetu wa Machakos wanasema hawajui uh, yeah. mm -hmm. what went into the bill because public participation ni kama ticking exercise. Kama ulifanya public participation vile inatakikana hakunge kuwa na shida because mwananchi ana own mm -hmm. the document from the grassroots no. Watasema hii ni mchango yetu na tulikutumwa ufanye hivyo, unaona mm -hmm. no. Kwa hivyo mwanasiasa haezi sema oh, mimi nilielectiwa, so kama ni elect I can Uh, decide vile nataka mm. Wewe ni agent wa wananchi no. so you do what we want no. si ati ufanye vile unavyotaka, na itakuwa dosari kwangu if I don't correct this. Kuna mtu alisema judiciary is the weakest link kwa uh, the fight, kwa uh, the, the the issue of governance. Makosa judiciary, kuna test ambayo lazima wa meet in issuing temporary injunction. What justice Mugambi gave the other day ni temporary anaweza badilisha at the end so Justice Mugambi aliangalia from the documents alipewa, akaona kuna the need ya kustop hii kitu saa hii, na hii ni kwa wale ambao wamepinga sheria hii. yes, kwa, kwa, no. kwa hivyo serikali sahihi ina uhuru wa kuenda kubatilisha what Justice Mugambi did at the Court of Appeal or pia kesi ikimalizika, wa convince Justice Mugambi that you are wrong uh -huh. kuistopisha no. at this point wacha iendelee so sio CO, correct kusema ati the judiciary is the weakest link hapana. Judiciary ina try to safeguard the constitution. Najua lakini like, hata sikosoi na nilikuwa nadhani wakili pia utasema wajua, mpaka sasa hatuna sheria public participation, participation, na na dhani, public participation. So tunapoongea public participation ni yardstick gani na? ambayo yeah, yeah framework iko wapi, yeah. ili tuiangalie yeah. ili tu to tu align, tunaenda mapumziko yeah. lakini nafikiri tukubaliane kwamba saa nyingine wanasiasa <laughs> uh, hujaribu ku, kama vile alivyosema bwana uh, Evans hapo awali, kila mtu huvutia kwake yeah. wakati kinapowafaa wabunge wanarudi kwetu kutupa ripoti <laughs> lakini kwa sasa sasa <laughs> hivi hakuna <laughs> ambaye amerudi kutupa ripoti ya kwamba <laughs> msipige kelele, sheria hii itasaidia a b c <laughs> d lakini ingekuwa kitu ambacho kinawau tuulize tusije tukaachia wanasiasa ya sisi wananchi tuulize mmepitisha hii sheria inasema nini. lakini wananchi tukikutana nao ni kwamba leta majani leta yeah. majani hiyo yeah. ndio sasa wasiporudi chuma chao kikomotoni alafu kauli za mwisho kuhusiana na mada yetu ya leo, asante sana.